Shalom, mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, karibu katika kipindi cha Yaliyojiri Ndani ya Wiki katika mininga ya Sonship Spirit, nicho la Mungu duniani kote. Mwana Mungu, imepita kipindi kirefu kidogo tangu kuja kukusabahi, na leo tumekuletea habari njema. Mwendelezo wa makala ya historia ya kanisa. Tunafurahi kujumuika nawe tena, mpenzi mtazamaji wa Sonship Spirit. Katika kipindi kilichopita tulipata kufahamu mwendelezo wa makala ya historia ya kanisa ambapo ilianzia kule For Jesus Mombasa, hapo tukaona maajabu kadha wa kadha na namna ambavyo Mungu anaendelea kufunua ukuu wake kupitia maeneo haya ambayo sisi tunayaona kila siku. For Jesus imekuwa ni kibebeo cha Ukristo Afrika Mashariki na Kati. For Jesus imekuwa na maajabu kadha wa kadha ambayo tuliona kupitia kipindi kilichopita, lakini pia tukasafiri moja kwa moja mpaka nchini Tanzania hapa. tunaendelea na mwendelezo wa makala ya historia ya kanisa, lakini tukianzia kule mjini Mbeya, mji ambao umesheheni kila kona kwa sifa za Mungu, na tabia za Mungu pia ya majina ya kula lakini pia na sehemu tu za vivutio vya mali asili vimebeba tabia na sifa za Mungu. Basi kuna nini kitu ambacho Roho Mtakatifu amekuandalia katika makala hii, tukiangalia kule mjini Mbeya. Karibu mtazamaji, kipindi ni yaliyojiri ndani ya wiki, mtangazaji wako ni mimi Mary Copo. Usisahau kwamba kipindi hiki hukujia kila siku ya Jumanne, saa kumi na mbili hadi kumi na mbili na nusu alfajiri. Hmm. a Mbeya, jiji la kinatutindaga, jiji linalosadifu kauli ya Roho Mtakatifu kuwa kila mahali ambapo roho wa neema na unabii wa Kristo alizungumza neno la unabii, neno hilo limegusa maeneo matatu muhimu ya maisha ya mwanadamu, kijamii, kisiasa na kiuchumi. Jiji hili la Mbeya ambalo wanathiolojia wanadai kuwa ndiyo kitovu cha roho wa neema na uamsho wa injili ya ufalme wa Mungu Tanzania. Uamsho ambao roho wa neema na hekima ya Kristo imeficha wazo la Mungu kwenye majina ya watu, vitu na umbaji kama ilivyokuwa kwa taifa la Israeli ambalo kabla ya Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani, Mungu Baba alificha hekima yake kwenye majina ya watu, majina ya sehemu, rangi, mazingira mimea na pande za dunia katika kueleza wazo lake la ufalme kwa wanadamu. Hii ndiyo Mbeya, jiji ambalo unaweza kuliita Israeli, taifa la Bwana wa majeshi na amani. Ndiyo maana si ajabu unapoingia Mbeya ukakutana na mazingira yao yenye kubeba na yanayofunua sifa na asili ya Mungu ambaye ndiye muumbaji au bwana na mfalme wa viumbe vyote hai na visivyo hai duniani chini ya nchi na mbinguni. Majina haya kama yakinatutindaga, ikiwa na maana ya kushukuru Mungu, wamaka, yaani Mungu mwenye nguvu au bwana wa majeshi na amani, andulile, Mungu amenisaidia, angetile, Mungu amenitazama, subisi, Mungu mfariji Ambonisie Mungu ameniokoa. Ukiachana na majina hayo ambayo Roho wa Neema na Uamsho wa Kristo ameificha hekima ya Mungu ndani yake, pia Roho Mtakatifu ameificha hekima ya Mungu kupitia mazingira mbalimbali yanayopatikana mbali, katika jiji hili la Mbeya, aka jiji la Mbeya aka jiji la Roho wa Neema na Uamsho wa ufamu wa Mungu Tanzania, jiji la Mbeya, umbaji wake wa asili umemfunua muumbaji halisi ambaye ni Mungu, na hii si ajabu, mtazamaji wangu wa luninga ya Sonship Spirit, jicho la Mungu duniani pote. Unapofika jiji la Mbeya, wenyeji watapenda wakupeleke ujione umbaji wa Mungu katika maeneo kama daraja la Mungu, daraja ambalo linasemekana hakuna mtu aliyewahi kulijenga isipokuwa Mungu mwenyewe. Daraja hili linaloshikiliwa na kujengwa juu ya mwamba wa mawe ina urefu wa mita kumi na mbili na, na upana wa mita tatu. Sifa hii imelifanya daraja la Mungu kuwa daraja la kipekee kubwa kuliko madaraja mengine ya asili. Daraja hili la Mungu kwa chini, mwonekano wake ni mithili ya upinde wa mvua, ambao kwa kila anayefika na kulitazama linamwacha na kumbukumbu -kumbu nzuri ya Mungu ambaye ndiye mwanzilishi wa agano agano ambalo tangu enzi za Nuhu Mungu aliamua kufunua upendo lake wa agano lake kwa watu wake kwa kupitia ishara ya upinde uliojaa rangi mbalimbali mbali, jiji ambalo lina bustani nzuri vutizi ya maua mifili ya maua ya pale Edeni, mahali ambapo baba yetu, baba wa wanadamu wote duniani, Adamu aliishi bustani hii ni jina la bustani ya mungu kwa wenyeji wa jiji la mbeya kitaifa bustani hii ya mungu inajulikana kama hifadhi ya taifa ya kitulo yenye ukubwa wa kilomita za mraba 412.9 hifadhi ya kwanza barani afrika iliyoanzishwa kwa lengo la kutunza mimea yake hususani jamii ya maua bustani hii ya mungu au hifadhi ya taifa ya Kitulo imepambwa na aina mbali mbali za maua mazuri yenye rangi nzuri, harufu nzuri za kipekee zinazovutia viumbe hai na watu. Aina hizi za maua hupatikana mahali hapa tu duniani kote. Bustani hii ya Mungu wengi huifananisha na hifadhi ya taifa ya Serengeti, hivyo huita Serengeti ya maua. Bustani hii ya Mungu ukifika inatufunulia namna ambavyo Roho wa neema uana ubunifu, usimamizi na ukalimani wa wazo lake Mungu, ambaye ndiye muumbaji wa vitu vyote. Jiji ambalo ndani yake lina maziwa mawili maarufu, Ziwa Nyasa na Ziwa Ngozi, ambalo wengine huita Ziwa Ngosi. Ziwa Ngozi ni ziwa ambalo limechorwa na Mungu mwenyewe aliyetaka kulithibitisha bara la Afrika katika Ziwa Ngosi ambalo kwa picha mbalimbali unapolitazama ziwa hili unaona muundo wa bara la Afrika. Jiji hili la Mbeya tunapolitaja, najua kilini mwako hukujia kabila la Wanyakyusa, kabila ambalo limetokana na kabila kubwa la Wakonde, kabila hili ambalo limemeza makabila makubwa kama la Wasafwa, Wasangu, Wakinga, Wanyiha Wandali, Wamalila, Wakisi na makabila mengine madogo madogo yenye tamaduni zao tofauti tofauti, lakini wenye sifa kuu ya kumwabudu Mungu aliye hai. Hii ni Mbea, Mbea ambayo ni maarufu kwa maharage ambayo kwa mpikaji humtunzia ya makaa yake na marufu, maji yake yenye jina maarufu maji mara moja, maharage ambayo ni matamu yanapopikwa hasa na mchele maarufu duniani, mchele wenye harufu nzuri, mchele ambao umenyeuka, almaarufu mchele wa supa, ambao hata shirika la chakula duniani na Umoja wa Mataifa FAO mwaka 2015 liliutangaza kuwa ndio mchele bora zaidi na wa kipekee Tanzania na duniani kwa ujumla, naopatikana katika wilaya ya Kiela wilaya mojawapo maarufu kati ya wilaya tano zinazounda jiji la Mbeya. Wilaya nyingine ni wilaya ya Chunya, wilaya ya Mbeya, wilaya ya Mbalali na wilaya ya Rungwe. Hakika Mbeya umejawa na neema mbalimbali za Mungu. Mtazamaji wangu wa luninga ya Sonship Spirit, bado ninakuletea umbaji uumbaji wa Mungu ambao unapatikana katika jiji la Mbeya. Ukifika katika jiji la Mbeya wilaya ya Rungwe, wenyeji watapenda kukupa simulizi nzuri ya roho wa neema na ubunifu juu ya kijungu ndani ya mto Kiwira. Kijungu ni neno la Kinyakyusa lenye maana ya chungu, chungu ambacho kinaonekana katika mto Kiwira kuwa kama sehemu inayopokea maji na kuyapeleka chini. Katika masimulizi ya wenyeji, hudai kuwa kijungu hicho kimepambwa na upinde wa mvua juu ya jabali linalounda umbo hilo la kijungu katika kipindi chote cha mwaka. Mtazamaji wangu aloninga Sonship Spirit, hii ni alama ya agano inayothibitisha kwamba Mbeya ni jiji la agano la Mungu. Karibu jiji la Mbeya, karibu jiji la maajabu ya Mungu, karibu tuone safari yetu ya uamsho wa roho wa neema na uamsho nchini Tanzania. Makala hii imeandikwa kwa kalamu ya mwandishi wako mchungaji Erne Mbala wa huduma ya kimataifa pete ya muhuri, na msimulizi wako ni mimi Mary Kopwe, katika kipindi hiki cha yaliyojiri ndani ya wiki ndilo jiji la Mbeya, jiji ambalo limesheheni kila aina ya sifa za Mungu, kuanzia watu wenyewe majina yao kina Tutindaga. Tumeona hapo kabisa huyu ni Mungu akiwa amefanya kazi kwa namna ya tofauti kuweza kufikisha ujumbe wa ufalme wa Mungu kwa namna ya tofauti na ya kipekee. Natumaini yangu mwana wa Mungu umejifunza zaidi sana kupata kufahamu kile ambacho Mungu mtakatifu anapendelea katika kipindi hiki. Basi sina mengine ya kusema zaidi ya kwaheri, tutaendelea tena wiki ijayo. Kwa namna Mary Hope kama mtangazaji wako, tutakie wiki njema yenye furaha, amani na kicheko kwako na kwa familia yako. Jina langu Mary Hope. Bye bye.